Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya watu wanapendelea kulala wakiwa uchi kabisa? Wengi hudhani ni tabia ya ajabu au ni ya watu wanaopenda mambo ya kimapenzi tu, lakini ukweli ni kwamba kulala uchi kuna faida nyingi sana kiafya, kiakili na hata kihisia. Leo hebu tuangalie kwa undani, kwa nini kulala uchi ni jambo unalopaswa kuanza hii leo utakuwa nami Daktar Lucas, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno tabu, subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tu kwanza kupata taarifa zetu mara kwa mara, pindi ambapo tunakuwa tunazi upload. Kwanza kabisa, kulala uchi kunasaidia mwili kupumua vizuri. Nguo nzito hao zinazobana huzuia mzunguko wa hewa kwenye ngozi, jambo linalosababisha jasho, harufu mbaya na hata kuongezeka kwa bakteria. Lakini unapolala uchi mwili wako unapumua kwa uhuru na ngozi yako inapata nafasi ya kupumzika. Pili, kulala bila nguo husaidia kupunguza joto la mwili. Watafiti wanasema mwili wa binadamu hupata usingizi zaidi unapokuwa na baridi kiasi, na hii inasaidia ubongo wa kuingia kwenye hatua ya deep sleep, kwa hatua ambayo mwili unajijenga upya. Tatu, kulala uchi huboresha afya ya uzazi kwa wanaume inasaidia kudhibiti joto la korodani, ni jambo ambalo muhimu kwa uzalishaji wa mbegu zenye ubora. Kwa wanawake hewa safi sehemu ya siri hupunguza uwezekano wa, wa fungus na maambukizi madogo madogo. Sasa hebu tuangalie upande wa akili. Unapolala uchi, mwili wako huzalisha homoni inayoitwa oxytocin inayojulikana kama homoni ya upendo wa amani. Homoni hii hupunguza msongo wa mawazo, wa wasiwasi na huzuni. Hivyo, unapoamka asubuhi, unahisi umetulia, una furaha na una amani ndani. Zaidi ya hapo, kwa watu walioko kwenye mahusiano, kulala uchi kando ya mwenza husaidia sana kuimarisha ukaribu. Kwa maneno mengine, kulala uchi kunaweza kuimarisha uhusiano wako kimapenzi na kihisia. Wataalamu wa usingizi wanasema mtu anayelala uchi hupata usingizi wa haraka na wa kina zaidi. Hakuna nguo inayomkandamiza, hakuna joto kupita kiasi na hakuna usumbufu. Hii humsaidia mtu kuamka akiwa na nguvu, ubongo ukiwa umepumzika vizuri, na uwezo wa kufikiri ukiwa juu zaidi. Kwa hiyo kulala uchi si tabia ya ajabu, ni njia ya asili ya kurudisha mwili akili katika hali ya usawa. Inakuweka huru, inakupa amani na inasaidia mwili kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mara nyingine ukienda kulala, jaribu usivae nguo nyingi, mwili wako utakushukuru kesho asubuhi. Asante sana kwa kutazama, usisahau kushea video hii ili wengine nao wajue faida hizi za ajabu. Asante, ulikuwa nami Dr. Lucas. Tukutane tena wakati mwingine, mwena nyakati njema.